Korea Kaskazini imerusha kombora la balistic leo Ijumaa, Oktoba 7 2025, kuelekea baharini karibu na pwani yake ya mashariki. Korea Kusini na Japani zimesema. Jeshi la Korea Kusini limesema kombora hilo linaloshukiwa kuwa la masafa mafupi lilirushwa kutoka eneo lililoko kaskazini magharibi mwa Korea Kaskazini, karibu na mpaka wa China, likisafiri umbali wa kilomita 700. Mifumo ya ufuatiliaji ya jeshi la Korea Kusini na Marekani iligundua maandalizi ya uzinduzi na kufuatilia kombora hilo likiwa safarini. Serikali ya Japani pia imesema Korea Kaskazini ilirusha kile kinachoonekana kuwa kombora la ballistic ambalo ilisema huenda likaanguka nje ya eneo muhimu ambalo ni kitovu cha uchumi wa Japani. Waziri wa Japan, Sanai Takaichi, amesema mpaka sasa hakuna ripoti iliyothibitishwa ya uharibifu. Alipokuwa akitembelea Korea Kusini wiki iliyopita, Trump alirudia nia yake ya kukaa chini na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un akiongeza matarajio yake kwamba wawili hao wanaweza kufikia makubaliano ya dakika za mwisho wakikutana. Hakuna mkutano uliofanyika lakini Trump alisema alikuwa yuko tayari kurudi katika eneo hilo kukutana na Kim. Alikutana na Kim katika kijiji cha mapatano cha Panmunjom, kwenye mpaka wa kijeshi wa Korea Kusini mwaka 2019, wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Trump alipokuwa akitembelea eneo hilo. Kim hajajibu mapendekezo yoyote ya hivi karibuni ya Trump, lakini hapo awali alisema ana kumbukumbu kumbu nzuri za kukutana na Rais wa Marekani na hakukuwa na sababu ya kuepuka mazungumzo ikiwa Washington itaacha kuisisitiza nchi yake kuachana na silaha za nyuklia siku ya Alhamis, Oktoba 6, 2025, wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini ilisema utawala wa Trump ulikuwa unaichukiza Korea Kaskazini kwa kuwawekea vikwazo maafisa na taasisi zake kutokana na madai ya utakatishaji fedha, huku Kim akiapa kujibu, bila kufafanua zaidi ni kwa njia gani. Mapema wiki hii, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, wakati wa ziara yake, alithibitisha tena kwa Marekani kwa muungano wa usalama na Korea Kusini. Korea Kaskazini ilirusha makombora mengi ya masafa mafupi, ikiwa ni pamoja na kile ilichosema ni kombora la hypersonic na makombora ya baharini, mwezi uliopita, kabla ya ziara ya Trump na rais wa China Xi Jinping nchini Korea Kusini, wakati wa mkutano wa kikanda. Hii ni Msasa Media, Msasa, kisasa zaidi.